Kwa majina naitwa Nifida Njige ni mwenyekiti wa fanyabiashara wilaya ya Maswa. Napenda kukanusha taarifa iliyotoka mtandaoni kuhusu wafanyabiashara kulazimishwa kuchangia mchango wa ukarabati wa nyumba ya DC. Taarifa hiyo naikanusha, hakuna mfanyabiashara aliyechangishwa wala kulazimishwa kuhusu ukarabati huo. Taarifa hii ilito ilitoka mtandaoni na baada ya kuiona hii taarifa nilianza kufuatilia kwa wafanyabiashara kwa kuwapigia simu na baadaye kuhusisha kamati tendaji wa ya wafanyabiashara ta kukutana na baadhi wa ya wafanyabiashara kuhusu jam, kuhusu jambo hili. Tulifanya kikao cha dharura na wafanyabiashara tukajadili jambo hili na pia hakukuwa na mfanyabiashara biashara ambaye alionekana am, kwa ali, ali, ali, ali kwamba amedaiwa hiyo fedha ya ukarabati hakuna aliyejitokeza, na hivyo hili swala ni la uongo. Kwa hiyo sisi wafanya biashara hatuhusiki na hili swala kwamba tumechangishwa, hatujachangishwa mchango wowote ule. Naitwa Joseph Peter Bujenja, mjumbe wa TTCIA wilaya ya hei, Maswa. Uh, ninakanusha taarifa ambayo imesambaa katika mtandao ya kuhusiana na wafanyabiashara kuchangishwa kwa kawaida, swala la uchangishaji au swala lolote linapotoka serikalini huwa tunashirikiana nao kwa njia ya vikao au kwa njia ya barua, na linapoletwa barua kama kuna michango au kama kuna mambo fulani ya kiserikali huwa tunayajadili, na tunapoyajadili huwa tunayafikisha kwa wanachama wenzetu, au wa wafanyabiashara wenzetu. Kuhusiana na swala hili tunakanusha ya kwamba sisi wafanyabiashara na viongozi wa wafanyabiashara hatujapata taarifa yoyote kutoka kwa mfanyabiashara yoyote au kutoka serikalini inayoturuhusu kwamba kuna mtu anachangishwa au sisi tumeambiwa kwamba tuchangishe. Kwa hiyo jambo hili tunalikanusha, ni, ni swala la uzushi. Tunaomba hili jambo lisihusishwe na wafanyabiashara au lisihusishwe na viongozi wa biashara. Ni naitwa Milton Mosha, ni mfanyabiashara wa vifaa vya ujenzi wilaya ya Maswa. Kuna hizi taarifa zinazoenea mtandaoni, mimi nazikanusha, sio za kweli, sio kupokea taarifa yoyote ile wala kuombwa fedha kwa ajili ya mchango wa jengo la mkuu wa wilaya. Mimi kwa jina <gulis> naitwa ma Boniface ma <gulis> Mabonesho, ni <gulis> mfanyabiashara. Aa, linaloendelea katika mitandao mimi nasema silijui na wala hatujawahi kuchangishwa wala kuombwa hela yoyote kupitia kwangu au kusikia tu kwamba kuna shughuli ambayo inaendelea katika jengo la mkuu wa wilaya, ambayo mfanyabiashara kama mimi nimeombwa hela au kuchangishwa. Kwa majina, anaitwa Benjamin John, ni mfanyabiashara wa vifaa vya ujenzi. Mimi binafsi nakanusha swala hili la kuchangishwa fedha kwa ajili ya ukarabati wa nyumba ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo suala hili anayetumia jina la wafanyabiashara kutuchafua, e, tunamwomba atafute njia nyingine, kwani sisi hatuhusiki na suala hilo. Asante sana.